Hivyo basi serikali kwa kushirikiana na jumuiya ya umoja wa Ulaya inatekeleza program iitwayo Gender Transformative Action Breaking the Glass Ceiling yenye malengo makuu matatu ambayo ni kutokomeza ukatili wa kijinsia; mbili, kuwezesha wanawake kiuchumi; na tatu, kuelimisha jamii kuhusiana na, na usawa wa kijinsia na umuhimu wa ushiriki wa wanawake na wasichana katika nyanja za kiuchumi kisiasa na kijamii. Katika lengo la tatu la kuelimisha jamii kuhusiana na usawa wa kijinsia na ushiriki wa wanawake na wasichana katika nyanja za kiuchumi, kisiasa na kijamii, wizara kwa kushirikiana na Umoja wa Ulaya imeandaa kampeni e, Inspire to Lead ambayo rasmi leo Kampeni hii ina lengo la kubadili fikra na mtazamo wa jamii kuhusiana na usawa wa kijinsia na uwezeshaji wanawake pamoja na kuongeza hali ya kujiamini kwa wanawake kushiriki katika nafasi za uongozi, lakini pia wasichana kujiunga na masomo ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati, kifupi wanasema STEM, ambayo ni science technology engineering and mathematics. Ndugu washiriki, katika kutekeleza kampeni hii, moja kati ya mambo yatakayokuwa yanafanyika ni kufanya mahojiano na viongozi wanawake katika nyanja mbalimbali na kurekodi video fupi ambazo zitakuwa zinarushwa kwenye vyombo vya habari. Pamoja na kuwa tunazindua kampeni hii leo, tayari baadhi ya video za majaribio zimesharekodiwa. Kwa mfano, mwaka elfu mbili ishirini na tatu wakati wa siku kumi na sita za kupinga ukatili, jumla ya video kumi na saba zilirekodiwa. Maendeleo yoyote ndani ya jamii, ili yaweze kufikiwa, yanahitaji ushiriki mkamilifu wa kila mwanajamii. Serikali ya awamu ya sita imeweka kipaumbele na mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu amekiwa kinara namba moja wa kushirikisha wanajamii wote pasipo kubagua na kama tunavyojua kwa mujibu wa sensa ya mwaka elfu mbili ishirini na mbili wanawake ni asilimia hamsini na moja watanzania wote. Hii nguvu kazi ikishiriki kwenye jamii sawia na sambamba na wanaume ngazi zote na kwenye sekta zote tutafikia maendeleo haraka kuanzia mtu moja moja jamii na taifa kwa ujumla. Na ni kwa msingi huo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia wizara yetu kwa wisani ya Umoja wa Ulaya kwa kushirikiana na wizara za kisekta na wadau wengine pamoja na afua mbalimbali ambazo zimekuwa zikitekelezwa katika kuimiza ushiriki, ndio tukaja na kampeni hii chini ya waziri wetu mheshimiwa Dkt. Doroth Gwajima, kwa nia ya kubaini na kuhakikisha ushiriki wa wanawake na mtoto wa kike popote aliko katika kuimiza na kuchochea maendeleo lakini kuhakikisha ushiriki wao mkamilifu ili kuchochea gurudumu la maendeleo tunayoyataka.